Naitwa Kipende Omar Hamisi, ni muomba ridhaa wa udiwani kwa tiketi ya chama cha wakulima AAFP, Alliance for Africa Farmers Party. Wananchi wa kata ya Beta wameumia sana baada ya hii kata kupata kugawanyika kutoka kwenye kata ya Kimanzichana kuja kata ya Beta na kata ya Kimanzichana, tangia 2015 mpaka leo hakuna maendeleo yoyote yaliyofanyika kwenye hii kata. Sasa kutokana na hili, wananchi wakaona kwa wagombea tuliokuwepo sasa hivi watatu waende na Kipende Omali Hamisi ndio mwenye kidogo wanaona uhakika naye wa kuweza kuwaletea maendeleo yale wanayoyatarajia wananchi hapa kwenye hii kata hii ya Beta. Matatizo yapo mengi, lakini hapa unavyoona kwenye kata hii hakuna hospitali. Barabara zote zinavyoenda vitongoji vya jirani azikumbukwi hadi eh, kituo cha nani, uh, ofisi ya kata hakuna. Hapa kwenye kata hii maji hakuna, umeme shida. Hapo unavyoona huo umeme, nyumba hizo za barabarani tu ndo nawaka, lakini ukienda mtaa wa pili tu hakuna umeme, yani nguzo tu za kwenda kule imekuwa shughuli. Alafu kingine, kuna changamoto mbalimbali zinazohusiana na wananchi kupitia mambo haya ya ya nani ya, ya serikali. Serikali hii kata wameitelekeza, na vile vile hii kata inaonekana kama ni kata ambayo ya kujifunzia viongozi sasa. Sasa hivi wameamua waende na mtu mwenye uhakika wa kuwaletea maendeleo, kwa sababu alikuwa mtu mmoja hapa anaitwa Pokwe Pokwe. Leo hii amekaa miaka kumi, hakuna alichofanya hapa. Sasa hivi baada ya kumaliza miaka yake kumi wananchi kumkataa, walichokifanya bwana Pokwe, kamuweka mtu wake ambaye huyo mtu hawamtaki wananchi. Kama unavyoona chama changu mimi ni chama kidogo sana, ni chama cha wakulima lakini hapa nilipo, sina mwenyekiti wa kitongoji, sina mwanachama, sina katibu, lakini umati huo umeuona wa watu, umati huo wa watu wa CCM wanaohitaji maendeleo ya kweli kwenye hii kata. Huo umati sio wanafiki, hao wanahitaji mabadiliko ya kweli, na si mabadiliko tu, wanahitaji mabadiliko yenye tija, yenye uwezo wa kuwakomboa kutoka kwenye hili fungu kubwa la kutelekezwa. Naam, tumalizie na hili. tarehe 29, ni siku ya kitaifa ya kupiga kura. Unawaambia nini wapiga kura wako wananchi? Mimi nawaambia wajitokeze kwa wingi kwenye kupiga kura kwa sababu kula ni haki yao. E, na maana hata mwalimu Nyerere alisema umenielewa eh? E, jambo ukiliona ni baya, ni, ni, ni linafaa uliondoe kwa kulikemea. Ukiliona kwa kulikemea liondoki, liondoe kwa, kwa mikono yako na ukiona kwa mikono aliondoki, basi wewe chakufanya ondoka wewe. Sasa sisi tunasema mwananchi, msiondoke, nafasi ipo ya kuliondoa ili swala kwa mikono yenu. Na kuliondoa hili swala kwa mikono yenu si kingine, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, jitokezeni kwa wingi, kapigeni kula ili mumchague kipende Omar Hamisi awe diwani wenu. Asante sana, asante.